Unabii wa mwaka 2026 hata uh, my viewers wale wanatazama, wamebahatika pia. Nataka usikize vizuri, sema ime yeah. Are you listening? Yes. Nataka tusikize kwa sababu najua itaenda itajaa kwa mitandao ya, ya kijamii, kuna wale wananisaidia kuisukuma. Haleluya! lakini sio vibaya. Praise the name of the Lord. Amen. So matukio mengi yatatukia sana duniani mwaka huu that's why nataka ni share kidogo na wewe sawa sawa, i just want to share uh, uh, with you matukio ambayo yatatokea 2026 number one 2026, number 1, ambaye hii inakuhusu, wote wajao kwa jina la Bwana watabarikiwa Amen. Hiyo ni number 1. Kwa jina la Bwana Sijui kama unaelewa, ndio unaelewa hii ina maana. Mnakumbuka Daudi na Goliath, Daudi alimwambia Goliath kwamba wewe unanikujia kwa mkuki, kwa ujuzi wa vita, kwa silaha lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana. Kwa hiyo, 2026 watu watashinda sana wale ambao watalitumia jina la Bwana, sema Amen. Um, Number two. Number two. Number two. The Church of God. Hii ni kuhusu kanisa la Mungu Kenya na Afrika. Hata Tanzania, hata Uganda. Amen. Kutakuwa na matokeo ya tamaa. Matokeo ya tamaa. Watumishi wengi wataiacha imani rasmi wahubiri wengi wakubwa, wale ambao mmewajua, watatangaza rasmi kwamba hawataki uokovu tena. Itakuwa ni matokeo ya tamaa. Nimeiweka kama matokeo ya tamaa kwa sababu alikuwa na expectation fulani na ikakosa kutokea, sasa akaboeka na Mungu. So mtaiona imejaa kwa gazeti uh, of course mnajua, dunia inapenda kusambaza maneno ambaye haina uzima, so itajaa sana uh, watatangaza kabisa kwamba wao wamechoka, wao wame, wow, wame quiet. Lakini wewe uwe imara, hiyo ni 2026 itatokea, wahubiri wakubwa sana ambao tumewajua wengine tunawafuatilia kwa TV, tunawajua majina, majina kubwa sana mtu atasimama tu atangaze rasmi kwamba mi nimeboeka, lakini wewe uwe imara. Namba tatu, namba 3, kutakuwa na ubabe, vita kati ya watumishi. Itatrend sana 2026, kutakuwa na ubabe fulani vita kati ya watumishi na a watumishi, si wale ambao wajulikani, ni wale ambao wanajulikana. Mtaona wameanzana haleluya. Mtaona wameanzana maybe watakuwa wanatafuta content, watabadilika kuwa content creators. I don't know, but I saw it, I saw it on televisions. Na ikisambaa, watu watumishi watakuwa wanashambuliana kweli kabisa. Wataamukiana namba 4. Are we together? Namba 4, namba nne, kutakuwa na state funeral Kenya na Tanzania, bendera itashushwa nusu mlingoti, lakini hapo tusikue kama Yona hapo tusikuwe kama Yona, umeelewa? Utaelewa asubuhi tu, amen. Yeah. nimeona bendera ikienda nusu mlingoti Kenya, nafikiri nilizungumza hii kitu juzi, kidogo nimeigusia. Na nchi ya Tanzania, bendera pia itashushwa nusu mlingoti sababu ya yeah. Sad news lakini hapo tusikue kama Yona. Haleluya, namba 5 hapo kwa nusu mlingoti. Umetulia sana, muogopa sio wewe, unakufa haleluya. Hmm. Namba 5 kutashuhudiwa siasa mbaya sana. Hii mike iko sharp sana hiyo sharpness Jaribu kupunguza hapo, sawa. Kutashuhudiwa siasa mbaya sana Kenya, siasa mbaya 2026, siasa mbaya sana Kenya. Ingine amba ingine ambaye hata haina adabu kiongozi atasimama tu hata hata ajali watoto, ingine haina adabu na ingine ni mbaya ambaye haitasaidia wananchi wa Kenya. Kwa hiyo 2026 kutashuhudiwa na siasa mbaya ambayo itaharibu na itainterfere na maendeleo yenu na itaaffect Singapore. Siasa mbaya. Na kuna kiongozi mmoja wa Kenya alisemaga siasa mbaya maisha mbaya. Kwani kuna joto? Unasikia joto? Eh, easy fan. Na hii saa hii saa unajua ni saa 9 saa 10. Kuna kuwaka na joto saa 10. Haki, si mko na afya. <laughs> Mna afya haki. Saa hii mnawasha fan. Haya <laughs> bwana. So number time number 5 kutakuwa na siasa mbaya sana ambayo itashuhudiwa ambayo itakuwa haina faida yoyote kwa taifa wala mwananchi. So wanasiasa wataamuka kupiga siasa mbaya 2026. Amen. 2026. Na ni kwa sababu ya wao binafsi, sio kwa sababu ya wewe ama taifa. Number 6, twende haraka haraka. Number 6 kutashuhudiwa political betrayal katika nchi ya Kenya. Kutakuwa na political betrayal. Political betrayal. Inaitwaje kwa Kiswahili? Usaliti, usaliti ni usaliti. Kutakuwa na political betrayal. Nisikize vizuri, maana hii ita, wote mtaona tu, kwa uko Citizen, NTV, wapi. Kutakuwa na political betrayal, kutakuwa na shift. Huyo anaama kutoka huko anakuja huku, na huyo anaama kutoka huku anakuja huku mm. Haleluya. Eh, sijui <laughs> So, eh, eh. Utaona tu wewe ndio utakuwa unachoka shingo, maana utakuwa unaangalia hivi, unaona fulani hivyo amepita huku Kalonzo ambaye aliwaahidi <laughs> bele well, waidi hata wa betray, kutakuwa na political betrayal in the year 2026, political betrayal. Haleluya, yeah, sijui kama president anajua anaenda kusalitiwa. I don't know if he is aware. Na sijui kama opposition wanajua kama wanaenda kusalitiana wao, kwa hiyo masalitiano yatatokea vile watu wako kwa nyumba moja saa hii kesho kutwa utawaona, utawa kwa nyumba moja mwingine utamwona kwa nyumba hii na mwingine kwa nyumba hii. Itakuwa kama vile mtumishi Jonekee amesema watu waona kwao. <laughs> Aleluya Wesu, ulituambia kwenu ni hapa na huku, unafanya nini hapa? Huku ndio kwetu mpya. So mtashuhudia hiyo kitu katika taifa la Kenya. That is prophecy number six, kutakuwa na uh, political betrayal. Katika taifa lenu namba 7 kutakuwa pia na political changes. Vitu vitabadilishwa na watu pia, positions position. Huyu alikuwa hapa, anatolewa anawekwa wapi hapa. Huyu alikuwa hapa, anatolewa anaachwa bila kiti, anakaa chini kwa mchanga. So kutakuwa pia na political changes, kuna watu wanaenda kupoteza viti vyao na vio vyao kwa sababu ya fitina, sababu ya fitina, sio wewe, we upotezi yako hapana, nazungumzia wale haleluya. Geukia neighbor mwambie ni wale Bwana. Hmm. Yesu asifiwe. So kutakuwa na vitu vitabadilishwa. Namba nane. Number eight, kutashuhudiwa mvua za uharibifu katika nchi ya Kenya. Kutashuhudiwa mvua ya nini? Uharibifu. Kwa hiyo tuombe nchi yetu Kenya. Kuna wakati mvua itakuwa inanyesha, mtakuwa mnajua labda ni mvua tu ya mwezi wa nne, lakini hiyo mvua Mungu atupatie neema na atuweke kwa sababu ya kusimama kwenye malango kama intercessors, kutashuhudiwa na mvua ya uharibifu sana. Munaona ile ilinyesha ika- ikaloanisha mlima ika- mlima ikateremka ika ikapita na kijiji so vitu kama hivyo inaenda kushuhudiwa katika taifa la Kenya. Eh, kutashuhudiwa hivyo lakini, may the lord have mercy. Sema amen. Number nine Kutakuwa na uhamsho sana wa kiroho revival, ningekuwa ningepiga ninge makofu zaidi ya hapo. Kutakuwa na uhamsho mkubwa sana katika taifa revival. Amen. Hata wewe mwenyewe utashuhudia kwa sababu tutakuwa tunatoka hapa tunaenda makaunti na nje ya nchi kupeleka habari njema Amen. na wale wengine yani kutakuwa na uamsho all over the country ya mwisho zingine nitaiweka nita, nita kwa youtube baadaye maana ni nyingi ni kama 27 prophecies ya 2026 lakini ya mwisho kwa sasa most of intercessors watachoka lakini Mungu atawainua wengine Well, most of intercessors watachoka, watakata tamaa. I don't know why intercessors ambaye mnawajua wengine wa kiwango ya juu watachoka, mtaona tena waombe inchi, awa but Mungu labda niwe atainua. Thus says the Lord. Hallelujah. So you have something to pray for You know what to to pray pray for for and how to pray for. Praise the name of the Lord. So hayo ni bayana ya mambo ambayo ni baadhi ya mambo ambayo, ambayo yatashuhudiwa katika nchi yenu na katika nchi ya Tanzania. So tuendelee kuombea Afrika na taif, mataifa yetu. Lakini ingine ni kwamba wewe utafanikiwa sana financially. Yeah. Utaki kama itatokea, njoo niulize ile Desemba ile ingine, kwamba prophet, ulindanganya. Tukikutana hiyo, utakuwa hata gari yako inakosa parking huko. <coughs> <coughs> Haleluya! So wewe pia unakwenda kuinuliwa sana na uko na baraka, kwa sababu umesikia hii prophecy ambayo zinaenda kutokea. Kwa kwa breaking news ulikuwa unasikia nikisema live, macho kwa macho, mundu hu mundu <laughs> Haleluya, umeisikia live nikisema live. So zingine nitaiweka kwa YouTube pamoja na hizi nitainclude, uh, nita zote utaona tu imeandikwa 2026 prophecies and then una- una, unafuatilia yote hivo hivyo, sema amen. Amen. So kitu kingine nataka ujue kwamba utafaulu sana hii hey, mwaka yeah hii mwaka kile ambayo hukufa 2025, basi itafanyika hii mwaka yes. Na ule atashindana na wewe atajipata, anashindana na yeye yaani, anajishindania ye. Sijui ni Kiswahili ama nini, I don't know. <laughs> anajishindania yani, anaj, anapigana na yeye mwenyewe anajipinga kwa sababu wewe unakuja kwa jina la Bwana. Sema amen. Amen. Yes.